Msikilizaji hujambo na karibu, nikulete kwenye ukuta wa vijana wangu wa DCI. Najua nimekawia kuleta habari hizi, lakini karibu, keti kitako na uzishute. Msikilizaji hujambo na karibu katika habari za sasa hivi, kukamatwa kwa kokeni katika kizuizi cha Oda ujamaa wa uwasilishaji binafsi wa katika kikosi cha wanawake umekwamishwa. Katika kizuizi cha Odda kilichopo Moyale, timu ya mashirika mengi ilimkamata Caroline Thiunguri Kabonyi mwenye umri wa miaka 45, ambaye anashukiwa kuwa mpeleka dawa za kulevya na ana mbinu ya kuficha bidhaa haramu zake katika sehemu za siri kabisa. Kukamatwa huko kulitokea wakati Carolin akiwa abiria katika gari la Toyota probox linalokwenda Marsabit. Alikataa kuchukuliwa kwa ukaguzi wa kawaida. Wakati abiria wenzake walipojizuia na kuwafiki uchunguzi wa maafisa, Carolin alifanya vurugu, akakataa kuchunguzwa. Kukataa kwake kulitia shaka, na wakaguzi wa Moyale walimkamata na kumpeleka katika hospitali ya rufaa ya Moyale kwa uchunguzi zaidi, na kwa msaada wa wataalamu wa afya, mamlaka waligundua kuwa alikuwa akificha vipande nane vya kokeini vyenye uzito wa gramu 414 vilivyofichwa katika sehemu zake za nyeti au kibwenye kibwengende, ukipenda kokeni iliyokamatwa ikiwa na dhamani ya mtaa inayokadiriwa kuwa shilingi ya milioni moja elfu mia sita hamsini na sita sasa inahifadhiwa kama kielelezo huku Caroline akiendelea kuwa katika kituo hicho cha polisi cha Moyale akisubiri siku yake kotini. Haijalishi ni mbinu gani za siri, Haki daima ushinda mwishowe. Ukiangalia kwenye baketi, utanotisi kwamba hizi dawa alikuwa ameficha kwenye kundu na sehemu ya mbele, yani kibwenye kibwengende. Hizo zilizoko kwenye kundu ndizo unaona zina vishonde vingi, lakini bado majasusi na madaktari kwa pamoja walilazimika kuzivuta na kumpiga mashoti ili aweze kuzipopo. Hii inaonyesha jinsi wanawake wengi wanavyoendelea kutumia viungo vya milia kama kichunga shonde, unaona kilifo kilifosiwe kuchunga kokaini na kitu ambacho unaona kimepaka vishonde vingi, ilibidi watumie kijiko kuskupu, kumpiga mabiti ili aweze kulipupu dawa hizi. Nyingine ikiwa katika sehemu ya kibwengende hiyo, nono iliyoko hapo unaona, alikuwa amevalisha kondole na kuipiga nakuipiga kama miti ili atembee nazo, lakini angesajiwa ambiwe miguu kando, inaonekana viazi hivyo vingeanguka <laughs> yeah. Mambo ni kama haya, kukomea hapo maana, mwanadada mwingine huyu hapa. Timu ya mashirika mbalimbali iliyotumwa kukabiliana na usafirishaji wa dawa za kulevya kutoka eneo la mpaka wa kaskazini hadi jiji kuu imefanikiwa kumkamata mshukiwa wa ulanguzi wa dawa hizo Jane Njeri Muigai ambaye alikutwa na gramu 294 za kokaini zilizofichwa katika sehemu zake za siri. Kukamatwa kwake kulitokea baada ya basi lililokuwa likielekea Nairobi kutoka Moyale kusimamishwa katika kizuizi cha barabarani kilichokuwa kikisimamiwa na timu hiyo kwa kuonyesha tabia ya msemo wa mwenye hatia huwa na hofu daima. Maafisa wa kike wa usalama walimtenga mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 28 kwa uchunguzi wa kina ambao ulidhihirisha mashaka hayo. Mshukiwa amewekwa rumande katika kituo cha polisi cha Moyale, huku maafisa wa kupambana na dawa za kulevya wakishughulikia kesi hiyo kwa ajili ya kuanzisha mchakato wa sheria. Huyu pia aliamua kufanya mazoezi na vitu kama karoti, gojeti, kapsikamu na vingine, ili akupanua shikukudei, ili aweze kubeba dawa hizi. Huyu Njeri <mysi> haya yakiwekwa kando. Kuja uone ne machokora wa China jinsi walivyonaswa Kenya. Wa China saba wahukumiwa kwa madini haramu West Pokoti. Raia saba wa Uchina wamehukumiwa na mahakama ya Kapenguria kwa kushiriki katika shughuli za uchimbaji haramu wa madini kando ya mto Weiwei Wei, katika eneo la Sigor kaunti ndogo ya Pokot ya kati kukamatwa kwao kulifuatia operesheni iliyofanyika tarehe kumi na mbili Februari mwaka wa 2025 iliyoendeshwa na maafisa kutoka kitengo cha upelelezi wa madini kwa kushirikiana na maafisa wa wizara ya madini, uchumi wa bahari na masuala ya baharini, kama juhudi za kukomesha uchimbaji usio na leseni. Kikosi cha utekelezaji wa sheria kilivamia eneo hilo zikiendelea kinyume cha sheria. Watu hao saba, Wang Yuping, Xiang Sheming, Hi Juming, Wang Xiaodang, Zao Ziowei, Guanguang na Deng Chung walikamatwa wakiwa katika eneo la tukio. Katika eneo hilo kulikuweko na malori sita yaliyokuwa yakisafirisha mawe na udongo uliokuwa umechimbwa, gari la maji au buza mashine mbili za kuchimba excavators, buldoza mbili katapila moja, jenereta mbili zenye nguvu kubwa na kontena moja lililotumiwa kuhifadhi vifaa. Uchunguzi wa awali ulionyesha kuwa wachaina hao saba waliwasili nchini kuanza shughuli zao za uchimbaji wa madini West Pokot bila leseni wala nyaraka zozote kutoka Wizara ya Madini, Uchumi wa Biashara na Masuala ya Baharini. Wawili kati ya washukiwa Xiang Zeming na Deng Chun waligundulika kuwa wako nchini kinyume cha sheria bila vibali vya kazi au vyeti vya usajili wa wageni. Sampuli zilizochukuliwa kutoka kwenye eneo hilo na kufanyiwa uchambuzi katika mahabara ya serikali ya madini zilibaini kuwa madini yaliyokuwa yakichimbwa ni Kesi hiyo iliendelea kwa haraka na tarehe 17 Aprili 2025, washukiwa wote saba walifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa mahakama namba mbili katika mahakama ya Kapenguria. Kila mmoja alikiri mashtaka yake yaliyowasilishwa dhidi yao na wakahukumiwa kwa kukiri kwao kwa kosa la kushiriki katika shughuli za uchimbaji bila kibali, kila mshtakiwa alipigwa faini ya shilingi milioni itatu au kifungo cha mwaka mmoja jela endapo watashindwa kulipa. Aidha, kwa kufanya kazi nchini bila kibali, kila mmoja alitozwa faini ya shilingi elfu mia nne au kifungo kingine cha mwaka mmoja jela iwapo watashindwa kulipa. Mahakama pia ilitoa adhabu ya ziada kwa Ziangyem na Deng Chun waliopatikana na hatia ya kuwepo nchini bila kibali. Kila mmoja alipigwa faini ya shilingi elfu mia mbili au kifungo cha miezi sita, iwapo watashindwa kulipa. Baada ya kutumika kifungo au kulipa faini, wawili wao watarejeshwa nchini China. Adhabu zote zitatekelezwa mfululizo.